Tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na, ya na michezo na burudani, na hivi niko na ndugu zangu mashabiki wa Young Africans wametokea Guantanamo, lakini pia vilevile vile, bahati mbaya bahati haikuwa kwa upande wao. Pole ndugu yangu Chebe, umeoga lakini mjini hujaenda, ai abegeju, utofauti ni suti tu <laughs> umeelewa? Hey. suti niliyotumia mimi ni ya bei hmm, kuliko suti aliyotumia jirani yangu kulikoaliyotumiajran kwa hiyo lazima tuheshimiane, yeah. Unavyozungumza tumeoga mjini hatuendi. mm. Umenielewa, mimi ni msafi siku zote yeah. hey. yeah. Na pia kitu ambacho kilichopo mm. wote tukubali, kundi alilokuwepo Yanga ni kundi la kifo, yeah. le kundi lilikuwa kwenye umoja, yani Yanga alikuwa kwenye umoja wa Waarabu. Yanga alipangwa kwenye kundi la umoja mm. wa Waarabu, kwa hiyo tungevuka lile kundi ilikuwa ni shangwe na vigeregele Sio kwa Yanga tu, kwa taifa zima. mm. za kushindana mm. na umoja wa arabu na Tanzania tumeshinda, lakini kwa kuwa bahati haikuwa upande wetu, umenielewa mm. Yanga imeweza kuondoshwa, taifa limeweza kupata shida okay. ya kutokuendelea na robo fainali mm. sio fedhea, taifa bado limepata heshima yake mm. umenielewa yeah. sema tu watanzania tusikitike kwa jambo moja tu mm national Ali ni mnafiki eh? E, wa Tanzania hii eh. Sio kusema yanga peke yake ndio isikitike uh -huh. Watanzania kwa ujumla tusikitike. national Ali walikuwa na kila sababu ya kushinda ile mechi dhidi ya nani eh? Lakini ikamlegezea kamba, vikao vyao walivyokuwa wamejadili kwamba yanga lazima aondolewe, yeah. baba leo mmegundua kuna vikao. hiyo imejidhihirisha wazi wazi, hii haina kupinga, hii haina kupepesa macho. Wale wamekaa wamejadili, kwamba mwenzangu, nenda na kumi, wewe njoo na tisa, twende na huu mmoja. Waliokuwa wamekaa wamejadili, waliangalia mbali. Yanga ngefuz... Tanzania <laughs> narudia tena, Yanga angefuzu kwenda robo fainali Watanzania leo tungekuwa tunazungumza mipango ya kucheza fainali. So Waarabu hao wenye ngozi nyeupe oya, tuwakatai kabisa leo. <laughs> imekuwa mapema, mnataka kuwakataa kabisa. national nilikuwa eh, namchukulia ni rafiki wa kudumu eh. mimi nilizungumza mapema kwamba Yanga national wa kucheza fainali, hmm, cha ajabu na wao walivyokuja Guantanamo Bay Zanzibar wakasema fainali tunataka kucheza na nani? Mm. na Yanga na tukatipa matumaini kwamba tayari national yale ameelewa kwamba hii mechi inatakiwa tucheze sisi na nani? Mm. Hey, kufika mwishoni wametukataa, wamejifanya kama watujui tena. Yani ghafla wale jamaa wametuingizia unafiki wa hali ya juu, yani yeah, unacheka naye kumbe adui yako Najuta kwa nini nimpa alama nne yule jamaa. Eh? Kabisa nisiseme uongo. Eh. Najuta kwa nini nimpa alama nne National. Ulimpa ama uzoefu wake ndio umefanya hivi. Alituhakikishia uh, tunaenda finali mimi na yeye. Hey, uh, Kwa hiyo huu unafiki, unafiki waliotufanyia National. Kwa Watanzania tusimame kusema, wakati mwingine National mwingine akija tufanye kama tumjui, tukipangwa naye iwe nyumbani iwe ugenini tufanyie vitu vibaya lakini nyie mmoja hapa mashabiki ambao mliprint jezi ya Al Ahli na Young Africans jana hapa Zanzibar, mkasema mmeenda qualify. Sasa leo mnamkataa, ileo namkataa, mnamkataa jirani yenu, sio sisi tu, hadi wao walikuwa nazo, upande likuwa inasoma Yanga, upande si na nani? likuwa inasoma wakatuhakikishia, hii ndio fainali ya kwetu tunaenda kucheza, kumbe ya jamaa National. Mnafiki ali wanafiki wakubwa. Yaani I say wale jamani, wanafiki katika vitu ambavyo tunatakiwa kupinga eh. National ni mnafiki namba moja kwenye mpira wetu wa Afrika kweli kabisa mm. wametufanya wame Watanzania tukose furaha mm. kwa sababu ya unafiki wao bwana mm. Uchebe, nikuulize swali. Uliza. mwanzo na mwisho wapi panastahili? Mwanzo na mwisho wapi panastahili mm. yani we ukifungua Biblia eh. unaenjoy kusoma mwanzo au mwisho wanasema lazima usome kwanza <laughs> mwanzo mwanzo, ndio anakuonyesha yaliyomo. Hey. Hmm. yamo umenielewa? Yaliyomo yamo bwana, ukimgusa sasa hizi shabiki wa Simba. Jana nilikuwa na rafiki yako Mandara, hadi jino la thelathini na mbili linaonekana. Mtakoga lakini mjini amwendi, wao wanaonekana wamefurahi kweli kweli. Ila sasa nikaja kushangaa kauli ambayo ameitoa Alikamwe, mtawarudisha tena pale pale Guantanamo. Na sisi tulishasema ule uwanja hatuwezi kutoka, hatuwezi kukubali mpaka tuhakikishe timu zote zinazoshika nafasi ya tano kwenda juu, nafasi ya tano kwenda, lazima tupeleke Zanzibar Guantanamo bei ndo eh? Sababu iliyopelekea adabi yetu ichezo wapi? Sisi bado hatujaamini kama tumetolewa haya mashindano. uh -huh. Mimi nawawekea ni wazi eh? Sababu iliyopelekea sisi eh? kwenda kucheza tena dabi Guantanamo bei mm. Tunataka timu yeyote iliyopo kwenye lenki mm. Kwanzia namba tano kwenda tuende nao wapi, tuone nani anatoka pale, tuone nani anatoka pale, watatueleza kwanzia namba tano mpaka namba moja. Tukimpeleka Guantanamo bei, nani anatoka vipi? Kama akiwafunga aniseteura <laughs> ila unajua, Bwana Deriki, ngoja, nakuheshimu nakuheshimu, tulia taratibu. <coughs> Leo namtaja anseti oura, umenielewa? <coughs> hmm. We umeona ni kifaa kipya ndani ya Simba alimweka benchi Pacome, ni mchezaji mpya ndani ya ya ya ligi yetu mwaka gani? Matusi yako tena, aliyeanzisha haya matusi anatakiwa tumfuate. Mwaka gani? Nipe hapa sasa hivi, Pacome anashika viatu. nakuuliza mwaka gani? Bwana Derrick, naomba tukubaliane hapa. Mm -hmm. MVP wa kwanza kutoka Ivory Coast kuja Tanzania ni nani? MVP wa kwanza kutoka Ivory Coast pale ASEC Mimosa, mm -hmm. kuja Tanzania alikuwa ni nani? Stefan Aziki. Baada ya Stefan Aziki, Aubin Kramo. alienda wapi? Simba. Baada ya Aubin Kramo alikuja nani? Jean Chalewa. Na wewe vipi bwana Naanza kutuletea mambo ya ajabu hapa. Pacome Zouzoua. Pacome. Baada ya Pacome, Jean Ahoua. Haya, niambie huyo Anset Yaoula alikuwa anamweka Pacome mwaka gani? Kipindi hicho yuko pale. Matusi ndio nayo kataa mimi haya. Tuwe tunaheshimiana kwenye mpira. Nani anaanzisha matusi ya namna hiyo kwenye mpira? Yaani Anset Yaoula anamweka Pacome pa nje. Halafu Pacome anaenda kuwa MVP. Uona? wewe unaona inakuja? Si nakuuliza wewe. Baada ya kijana kuwa majeruhi? na we acha mambo yako wewe, unajua sometime hapa tunazungumza na Watanzania wanaofuatia mpira, wanaoelewa mpira. Tumekubaliana mtu wa kwanza kutoka Asec Mimosa kuja Tanzania anajulikana ni MVP Asec. ni na Stephane Aziz Ki amekuja ni uh-huh, amekuja ni kama MVP, ameenda Simba, amekuja Pacome Zouzoua, amekuja Yanga. Baada hapo jinsi cha zaua sasa, alikuwa anamwekaje benchi MVP? niambie sasa hivi ni? Una, unaenda haraka. <laughs> niambie hapa, hiyo ilikuwa inakujaje, yaani kwa haraka haraka yako wewe? MVP kweli, tunakubaliana MVP anaanzia benchi MVP benchi lelote, tuambie hapa, benchi lipi liwaita MVP? yaani mtu aanzia sabu au MVP anayeanza first 11 asio MVP. Bora acha mambo yenu bwana. Inaonekana imewauma baada ya kutolewa. Mpila. Tuzungumze mpira. Imewauma baada ya kutolewa. Si sio, imeniuma baada ya kutolewa. Yanga imepambana kiume na leo ngoja niwaambie ukweli <laughs> Yanga ametolewa kwenye nafasi ya amekosa nafasi uwea. ya kwenda robo finali. Kabla hujawaambia, wewe ndio ambaye ulikuwa mtu wa kwanza kukataa kwamba Simba alikufa kiume. Kwa vipi? Kipindi Simba anatolewa kwenye michuano ya kimataifa, Simba amefungwa mechi tatu mfululizo. Anavuna ziro mechi. Niambie Simba sasa hivi kwenye hii hatua ya robo ya ya makundi ya msimu huu, niambie timu aliyovuna alama nne, nikupe milioni moja. Amevuna alama nne msimu huu kwenye hii hatua ya makundi, nikupe milioni moja. Kaanza kujitafuta vipi? We natoka kucheza fainali ya Kombe la Shirikisho la Kafu, unateleza moja kwa moja kama nani, gari bovu. Wewe vipi bwana eh? Usianze kusema nini sawa, sawa nini. Sikiliza kikosa na kitengeneza. Simba anatengeneza msimu mingapi uh -huh. Haya ndio tunampeleka kwa kocha ni yule sikiliza. Ibe. Sikiliza eh. Leo nataka nikwambie, ngoja sikiliza, sikiliza. Yanga ukisema kocha yule yule, Yanga amebadilisha makocha watatu, bado akabeba ubingwa uh -huh. wa ndani na bado akamfunga Simba, Simba. Hmm. Leo unaniambia eti Simba anajitafuta. Sasa kuna baadhi ya we vipi halafu anabadilisha kocha wewe wewe brother. Kwani Yanga tulikuwa tunabadilisha makocha wa wachezaji walikuwa watoki? Hamna. Hoja ya kitoto hiyo, msituletee hoja za namna hiyo. Kama watu wa Simba wanajaza vitu vya kijinga, mm, waambie wamekutana na mizizi mikali hapa. Kwa hiyo mnakubali mmetolewa. Sisi tumeondo tumekosa nafasi ya kuendelea na robo finali kwa kosa la Umoja wa Arabu. Sasa Arabu kosika nini hapo kuondoa? Kwa nini tujumu yule umoja umefanya nini? Inalial ametuletea unafiki. Ungashinda sasa, sikiliza. Hey. Sikiliza. Hey. Sikiliza. Naomba tuelewane aliyetufunga ni nani, e, ni nani? Hali, hali, ha, peke yake ya, <coughs> menelewa uh -huh. Kwenye kundi letu Yanga imefungwa na National ali, peke yake. Vipi bwana hapa Gwanda na Mobe alifanyaje? Sawa, ulimfunga lakini. Sasa ngoja sikiliza moja. Uh sasa -huh Yanga? ila wao jaenda sikiliza, au nenda tuone, nenda tuone, sikiliza, nenda tuone. Ndio maana nimekuambia eh. National Rally na Sifalabati walikaa kikao mm. Umenielewa wewe? Ulikuwa Yanga, ulikuwepo. Wewe unabisha, wewe unabisha, ulikuwa wamo kwenye ile kundi letu. <laughs> nakuuliza hapa, wewe unabisha, ulikuwa hapo kwenye kundi letu, ulikuwepo? Nakuuliza sasa, wewe, hey. Nakwambia National Rally na Sifalabati wamekaa kikao cha kutuhujumu Yanga. Wewe unabisha, ulikuwepo kwenye kundi letu? Walikaa kule Misri, ndio mimi, si nilikuwa hapo kwenye kundi. Sisi tunahusika kwenye vikao vya lile kundi letu. Wewe unabisha, ulikuwa hapo kwenye kundi letu? Nakuuliza ulikuwepo, eh? kwenye kundi letu, tunakupa fact, tunabisha, unataka nini? Umeelewa, ule ni umoja wa Arabu. Yanga ilikuwa inatakiwa kipenya pale Taifa linapata nini? Heshima na faida, faida kuonyesha kwamba sisi ni wababe wa mpira mpaka leo. Hata kama tumekosa nafasi ya kwenda robo fainali, bado Yanga na taifa yetu limepata heshima leo. Yanga, ngoja nikwambie, Yanga ametoka na alama nane kwenye kundi. Waarabu wangapi? Watatu. Hapo Simba ana mwarabu huyu katoka make. Yani, Simba yaani ameshindwa kukaa na wewe usiwenzie wakajadili ili waondoe nani yule mweupe mueu mmoja. Umenielewa? Yani ndio ukweli. Simba sijui atashirikishwa kikao gani ataweza kufanya vizuri. Amekaa na weusi wenzie watatu, wawili mbele na nawewo watatu, mweupe huyu ameshindwa kuwatafuta kwamba jamani, huyu mweupe inatakiwa aondolewe, tubaki sisi wenyewe. Umenielewa? tunakuja huku Yanga, umeona kilichofanyika Warabu wamekaa wao wenyewe Warabu mm. kwamba namna gani ya kumwondoa Yanga mm. wamefanikiwa mm. umenielewa mm. Kwao sisi tunasema kundi tulilokuwa tumepangwa Yanga yeah. umenielewa yeah. na pointi tulizovuna huku yeah. Maana tungekuwa kwenye kundi la Simba yeah. sioni kuna mbaba angeweza kutusumbua mm. shukrani sana ndugu, tuheshimiane. pole lakini. pole ya nini? Naalia twende gwanda na, na mobei tarehe moja Twende ha, pale ya yes, yatano wewe, ni watano kwa ubora barani Afrika wa yeah. yes, watano kwa ubora barani Afrika. Na Pacome nani? hivi wewe ngoja kwanza, hivi leo isa nani, Ismaili Toure unamfananisha kweli na, na, na mwenda? Jamani, mbona mnakuwa mnakosea adabu mpira? shukrani sana ndugu. wewe vipi bwana?